Yes, uh, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa YouTube channel ya kupendwa kabisa ya Divine Forex. Nikukumbushe usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Hakikisha una subscribe, then una turn on notification ili kuwa wa kwanza kabisa uh, kupata uh, notification ya video yoyote ile ambayo tuta tutaiupload. Okay, so uh, mara ya mwisho kwenye video ya part 1 nilishare namna ya kugrow mtaji mdogo. Unaona, mtaji mdogo, ukiwa na akaunti ndogo kabisa mpaka kuja kuwa na akaunti akaunti kubwa, na kwenye kushia huko uh, mapokezi yamekuwa ni tofauti. Wengi wamekuwa wakiafiki, na wengine pia, actually karibia wote wamekuwa wakiafiki, ila still bado naona kuna watu wengine walikuwa hawajanielewa lakini pia kuna watu wengine ambao uh, hawalikuwa hawajui kabisa maana ya senti, senti account. So nikasema kwenye hii part 2 itabidi niingie ndani zaidi, ili muelewe kiundani maana halisi ya senti account na nini nilichokuwa ninakimaanisha nina, kwa sababu uh, lengo la kutumia senti account sijasema kwamba eti ufungue senti account. Eti kwa sababu hauna knowledge, yani huna knowledge alafu halafu ufungue cent account uanze kutrade. Hapana, ni lazima uwe na knowledge kwanza, uwe na skills pia. Ukishavipata hivyo vyote ndipo sasa kupitia huo mtaji mdogo uliokuwa nao, labda dola kumi, dola tano au dola ngapi, then ndio ufungue cent account uanze kuukuza taratibu in a consistency way, na hii itasaidia hata kama wewe ni trader wa muda mrefu, ulikupo kwenye sokoni muda mrefu, lakini pia huoni matokeo. I suggest kutumia cent account unaona, kwa sababu changamoto zinaweza zisio ni upande wa technicals, lakini kukaa kuna vitu vingine vidogo vidogo let's say, labda uh, psychology, unaona, risk management, then kupitia cent account unaweza ukajifunza vizuri na uka grow huo mtaji wako, lakini pia uh, forex inahitaji pesa no, na inahitaji pesa nyingi sana. Inatakiwa uwekeze pesa nyingi, yani kama unavyowekeza kwenye biashara nyingine, pia hata huku inahitaji pesa. Na nikasema at least yani kwa mtu uanze na mtaji labda wa kuanzia dola 1000 kima cha chini no, na sasa wengi dola 1000 hatuna, that's why tunaishia ku deposit dola 10, dola 5, dola 20, dola ngapi na haitufikishi popote, tuna tunachoma. Sasa nataka tutafute namna Lengo langu ilikuwa ni kuangalia namna alternative way ambayo inaweza kutusaidia sisi kufikia huo mtaji taratibu pasipo kuunguza na pasipo kuwa na nini, na na pressure, ndio nikasema tuingie kwenye, kwenye cent account. Sasa uh, leo nina kitu kimoja ambacho nataka tujifunze wote mm, kwa pamoja. Kile nilichokuwa nakimaanisha tuingie deeper zaidi so tutaingia ndani zaidi kuangalia senti akaunti jinsi ilivyo, na nitawaelezea step baada ya step. Na ninaamini baada ya video hii utakuwa umepata kitu kikubwa sana ambacho pengine hukuwahi kukiwaza, kama ungekuja kujifunza, maybe utakuwa umepata kitu kipya, wewe trader ambaye unaniangalia. So twende pamoja kwenye hatua hii. Okay, senti akaunti ni nini? Uh, maana ya senti akaunti, senti akaunti ni aina ya akaunti ya forex ambapo salio unaona tunaona hapa kuna salio unaona salio au trading balance, unaona salio au trading balance hii hapa unaona, na miamala zile transaction hizo za kubai au kusell zinakuwa zinaonyeshwa kwa nini? Kwa cents, unaona badala ya, ya dola. No, kwa mfano ukidipoziti dola kumi unaona, kupitia broker huyu ambayo unamtumia akaunti yako moja kwa moja, ile dola kumi ita reflect na kuonyesha ni senti elf, elfu moja. Kwa hiyo no, ile dola kumi ambayo unakuwa umedipoziti kwa broker ikiingia kwenye ile akaunti ya senti kule itakuwa inaonekana ni senti elfu moja. Hii senti elfu moja itakuruhusu wewe kufanya trading kwa micro lots. Unaona, ambacho micro lots ni lotsize ndogo sana unaona, kiasi kidogo sana ambacho kitakuwezesha wewe kubaki kwenye mazingira halisi ya soko unaona, naelewana vizuri kwa mfano. Mfano hapa hii ni mfano wa a, trading history yangu mimi ya ilikuwa ni actually ilikuwa ni mwezi wa sita. Unaona, ukiangalia hii euro card ni pea kama pea nyingine ya kawaida, lakini ina kasi huku mbele ambako ikionyesha kwamba hii ni senti Cent account then, hii hapa ni lot size ambayo niliitumia nili, ukiangalia hapa hii trade ili hit unaona no. Ukiangalia hapa hi trade ili hit stop loss unaona no. Baada ya ku hit stop loss ikaondoka. Actually, kama hii ingekuwa ni account ya kawaida, kwa hii lot size ya 0.05 hapa, tayari account ingekuwa imeondoka na actually dola 9 no, no. Kwa sababu hii account nilideposit Uh, dola tano ambapo zile dola tano zika reflect huku na kuwa ni senti mia tano thelathini na na tatu, unaona no? Kwa hiyo kupitia hizi senti 533 kwa hii stop loss ya 0.05 moja kwa moja uh, ziliondoka senti ngapi? Senti 9. Unaona, hizi ni senti tisa sio dola tisa. Kwa hiyo it means kama ningekuwa nime deposit dola tano, then kwenye account ika reflect dola tano badala senti 500. It means kwa hii lot size na kwa hii loss, tayari hapa moja kwa moja ningekuwa nimesha blow account. Lakini kwa sababu nilikuwa nimetumia senti account, hii account still bado iliendelea kuwa kuwa salama. Licha ya kwamba nilipata nini? Nilipata loss. Unaona, kwa hizi hapa trades mbili actually moja kwa moja ziliondoka senti 18. Na unaona ambapo kama ingekuwa ni akaunti ya dola ingekuwa ni dola 18, kwa hiyo hizi hapa ni senti 18 means kwamba nimeriski kwa kutumia losses 0.05, lakini hata dola moja haijaonge haijaondoka kwenye akaunti yangu, zimeondoka senti 18 kwa sababu uh, ili itimie dola moja kwenye senti account na lazima ziwe ni senti mia moja. Means kwamba senti mia ni sawasawa na dola moja. That's why hapo unaona uh, do senti mia tano ni sawa sawa na, na dola tano. Na no, no. Unakua ukiangalia ya account deposit ilikuwa ni senti mia tano thelathini na tatu. Ambao ni sawa sawa na dola tano. Lakini profit zilikuwa ni senti elfu saba mia tatu na tisa. Unaona no, no. Elfu saba mia tatu na tisa ambao ni sawa sawa na dola sabini na tatu pointi pointi tisa. Kwa hii unaona kabisa kwamba account ili grow. Unaona no. Vizuri kutoka dola tano mpaka dola ngapi sabini na ngapi sabini na tatu. Huu ni mfano ambao nimeamua kuonyesha. Unaona ili muweze kuelewa kile ambacho nilikuwa na, ki, na kimaanisha, Kwa unakuta, unakuja kukuta kabisa kwamba kile ambacho unakuwa na kiriski kinakuwa ni kidogo sana, ni kiasi ambacho hakiwezi kukupa wewe pressure. Kinakupelekea wewe kufanya maamuzi asilimia kubwa sokoni kwa kutumia akili sio ma, maamuzi ya kutumia akili na pia maamuzi sa, sahihi. Unaona. Kwa hiyo tujaribu kuangalia historia fupi ya Cent Account. Ni kwa nini Cent Account? Unaona? Cent Account zilianzishwa na baadhi ya brokers unaona, kama njia ya kusaidia wafanyabiashara wapya unaona, ambao ni new traders unaona, kuingia sokoni bila pressure ya kupoteza pesa pesa nyingi unaona kwamba brokers waliona kabisa kwamba hawa watu hawa, tukiendelea na huu mfumo wa standard account, wataendelea kuchoma akaunti mno, mm, kwa sababu kunakuwa na ile pressure ya kupoteza akaunti. Kwa hiyo wakaja na alternative ya kutengeneza cent account unaona, kwa new traders ambao wanaanza, yani let's say kama wewe unaingia leo kujifunza trading unaona. Uh, cent account itakusaidia wewe kuweza kuparticipate kwenye forex market bila kuwa na pressure ya kupoteza hela zako zote sokoni. Sasa kwa bahati mbaya, nowadays tumekuwa recommended bwana, ukienda mtu ana, ana ni affiliate wa broker na ku recommend deposit, deposit kwenye account, fungua labda standard account, fungua hivi then yeye itakuwa nakupa signal unaona, mwisho wa siku unakuja kujikuta hata trades 10 ufikishi, tayari ile account umesha umeshaipoteza. So I recommend kama wewe ni new trader au huna results sokoni cent account inakufaa, na pia kama unataka ku grow mtaji wako bila pressure yoyote, i recommend cent account. Kwa hiyo brokers kama uh, brokers ni wengi hapa, nimeweka xx kwa sababu sipendi kutaja aina ya brokers na, napendaga mtu labda maybe aweze kujichagulia broker mwenyewe, lakini pia ni kwa sababu nyingine pia za msingi sana ambazo nimeamua kuwaficha brokers. Unaona, ah, brokers wengi tu wa zamani zamani, wengi mnawafahamu hata yule broker wetu yule, e, ambaye najua traders wa zamani kidogo mnamkumbuka, alikuwa ni broker maarufu sana East Africa na Tanzania kwa ujumla. Hawa brokers walikuwa ni miongoni mwa brokers wa kwanza kabisa kuanzisha huduma hii kwa retail traders. Unaona kwamba hii huduma uh, actually ilikuja kuwa na uwene kwa retail traders, lakini japokuwa wengi tulikuwa hatu hatuitumii kwa ki, kwa kipindi hicho wengi tulikuwa tunakomaa na hizi standard accounts ambazo ukideposti dola kumi kule inatokea dola kumi trades mbili au trades moja tayari umesha blow account, lakini senti account inakupa wigo mpana wa wewe ku, ku trade. Ni, ni inakuwa ni sawasawa na mtu mwenye mtaji mkubwa. Sasa ndio maana nikarecommend nikasema, uh, forex trading inahitaji mtaji mkubwa. Kwa kama hauna mtaji mkubwa na una skills lakini still bado unashindwa ku grow huo mtaji wako emotions na na, na, na, na na behavior nyingine zote mbaya mbaya sokoni na recommend utumie senti senti account faida za kuwa na senti account akaunti uh, kiwango kidogo tu cha kuanza trading yani kupitia unaweza kuanza hata na dola moja kwa sababu ukideposit dola na moja kule unakuwa na sawasawa na senti mia mia moja but I do not recommend at least uanze na dola kumi means kwamba kule unakuwa na senti elfu elfu moja then udhibiti, uh, wa hatari ambao tunasema kwa Kiingereza ni risk management. Kwa kuwa una trade kwa cents unaona unaweza kujaribu strategies tofauti tofauti bila kupoteza pesa pesa nyingi. Kwa hiyo kama still bado upo kwenye learning curve, unaona unaweza ukawa unajaribu strategy hii strategy hii ukiwa unatumia cent account unaona. Lakini pia hii itakusaidia uh, hata kama ikitokea unapoteza pesa au unapata loss utakuwa haupotezi pesa pesa nyingi pia uh, kwa mtu ambaye anajifunza anakuwa anapata training au mazoezi ya mazingira harisi ya soko, unaona ingawa ni cents. Unaona spread slippage na execution ni kama account ya kawaida, yani japokuwa ni cents, yani utofauti wa huku ni cent tu, ila vitu vingine vyote unaona zile spreads, unaona execution, mambo ya slippage vyote ni vya kawaida kama kwenye account ya kawaida, lakini pia cent account inakusaidia wewe kuwa na faraja ya kisaikolojia means kwamba unapunguza hofu ya kupoteza kiasi kikubwa, hivyo unafanya maamuzi ya kiakili zaidi. Nimeshazungumzia hapo before kwamba ukitumia cent account ile hofu ya kupoteza unaona, fear of losing inafanyaje? Inapungua unaona, kwa mwisho wa siku unakuwa unafanya trading katika hali ya utulivu, lakini pia uh, unakuwa unatumia akili zaidi kuliko emotion hisia Hasara za senti akaunti. Unaona, uh, kwenye senti akaunti actually ijapokuwa mimi inaweza ni sitem kama ni hasara, lakini pia sometimes inaweza ikawa ni hasara kwa yule mtu ambaye anataka uh, kugrow haraka, japokuwa pia kutaka kufanikiwa haraka kwenye trading pia na kwenye ni changamoto. Unaona kwenye senti account huku hasara moja mojawapo au changamoto mojawapo ni faida ndogo. Unaona kwa sababu huku unakuwa una trade kwa micro lots. unaona kwamba sawa unaweza kuweka lot size ya 1 unaona, ambao ni mini lot au standard lot kabisa ya 1, but ile profit ambayo utakuwa umeipata pale ukija kuiconvert kwenye dola ya kawaida inakuwa ni ndogo kabisa, kwa sababu hata ukiweka lot size kubwa huku, kwa sababu ni cent account, na pia ile lot size inakuwa in terms of of cent, that's why tunasema ni micro lots. Unaona, faida ni ndogo sana kwa kila kwa kila trade. Let's say umetumia uh, lot size ya mini mini lot size ambayo ni 0.1 means kwamba uh, ili utengeneze uh, dola moja hiyo trade inatakiwa itembee pips 100, then isome senti 100, ndipo isome nini dola dola moja. Kwa hiyo, hivyo ndivyo anavyo kwenda. So let's say ume deposit wewe dola 100 unaona, it means kwamba kwa dola 100 kwa kawaida. Unaona, it means kwamba faida yako yani at least pa, pa, tuchukule mfano pa pa day unaona, at least hiyo dola moja au dola dola hiyo ile dola mia yako, senti mia mbili au senti, ni very reasonable kabisa kwa huo mtaji uliokuwa, kwa sababu dola dola dola dola dola ni wongo. Lakini lakini kipelea kwenye account, then ukapata senti enti miab au a m sio ni saasaa a dola tano kwenye dola mia tayari unakuwa umesha grow asilimia tano kama umetengeneza dola tano, au asilimia mbili kama umetengeneza dola uh, I mean, ngapi, dola dola mbili ya hiyo akaunti yako. Kwa hiyo mtaji wako unakuwa uko very secured, cha kwanza, lakini pia uh, mtaji wako unakuwa consistent, yani in a very consistent manner, yani bila pressure, unaona. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana, unaona pia Uh, hasara nyingine ni gharama za juu. Unaona, gharama za juu kivipi? Kwamba baadhi ya brokers kwenye hizi senti account wanakuwa wanaweka commissions au spread kubwa kwenye senti account. Hili nimeliona kwa baadhi ya broker ambao si sitapenda kuwataja, unaona, lakini inabidi unapokuwa unachagua broker kwenye kutumia senti account uh, inabidi uangalie ile senti account spread zake zikoje pia unaweza ukanicheki nikakusaidia wewe broker mzuri au broker wazuri wenye, wenye cent account ila hapa sitaweza kufanya wataja. Kitu kingine ni tunakuwa tuna limited scalability unaona, hii cent account sio nzuri kwa wale wanaotaka kuscale uh, mtaji haraka au kufanya trading ya high volume kwa sababu huku mtaji unakuwa unakuwa taratibu. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa kujilipua au kuingia full margin, huku wa kuku huku kuna wafaa wale traders ambao wanataka kugrow taratibu na kuona matokeo ambao wana trust in the process na sio results. Mambo muhimu kuhusu cent account, kwa mfano kwenye cent account lot size, uh, unaona huku kwenye cent account tunatumia a very micro lot. Pia leverage ya cent account inategemea broker. Unaona, lakini mara nyingi ni sawa na akaunti ya kawaida unaona kwamba leverage ya kwenye cent account ni sawasawa tu na kwenye account za za kawaida. Nitakuja kuzungumzia kiundani zaidi kuhusiana na masuala ya ya leverage, hapa tuliache kama ilivyo re. Na pia kwenye cent account, margin requirements ni ndogo sana kwa sababu ya position size ndogo. That's why iko favorable sana kwa mtu mwenye mtaji mdogo, kwa sababu margin requirements zinakuwa ni, ni ndogo tofauti na account za, za kawaida. Pia cent account inapatikana kwenye platform zote MT4, MT5 na platform nyingine zote maarufu as nowadays, brokers regulated brokers, au brokers wenye regulations, unaona ambao wako regulated, wana support cent account kwenye platform zote, either ni MT4 au MT5, inakuwa inapatikana vizuri kabisa, lakini pia Ah, uh, broker zikaribia wote. Unaona karibia wote siku hizo wana cent account. Cha kufanya ni ku open uh, account kupitia ule broker ambayo unamtumia. Ukiingia pale kwenye ku open trading account utachagua kama ni standard account, either labda ni professional account unachagua, au pia kuna cent account unachagua cent account pale. Kisha chagua cent account. Yani, kama unataka kufungua account kwa broker mwingine au hiyo account nyingine ambayo unaitumia sasa hivi na kwenye cent account pia unafungua hivyo hivyo, hakuna utofauti. Utofauti tu ni majina. Senti account zile kule zinakuwa ni account za kawaida ambazo unasemaga kuziita uh, standard account no. Sasa tunatakiwa tufahamu ni nani ambaye anafaa kutumia senti account. Unaona, watu wamekuwa uh, wana, wanajiuliza wana, wana, wana, wana sana mtu wa aina gani au trader wa aina gani ambaye anafaa kutumia senti account. Sasa iko hivi. Uh, wanafunzi wa forex yani, mwanafunzi yeyote yule ambaye anajifunza forex trading uh, means kwamba uh, ni lazima atumie cent account. Cent account inamfaa sana kwa sababu hii anajifunza bila pressure ya kupoteza pesa, pesa nyingi. Pia wale watu ambao wanatesti uh, strategies tofauti tofauti unaona Uh, kama unajaribu kutengeneza labda roboti kufanya scalping au kufanya hedging, pia cent account ina inakufaa ili kuhakikisha uh, trading system yako inakuwa iko iko vizuri, na pia wale ambao wanataka kuzoea psychology ya trading, unaona, unaona kwa hiyo unaweza ukamaster trading psychology au kuzoea kuizoea trading psychology bila kutumia demo nini, demo account. Kwa hiyo huu unakuwa ni mbadala wa cent account, kwa sababu automatically, moja kwa moja, unakuwa engage kwenye live market. Unaona, tofauti na demo demo account. Alafu, pia mtu mwingine anayefaa kutumia cent account ni mtu yoyote yule mwenye skills lakini hana mtaji mkubwa. Unaona, na anahitaji kuugrow huo mtaji wako basi senti ya kaunti inakufaa vizuri. Kwa nini? Mtaji wako kwenye senti ya kaunti unakuwa salama zaidi. Leo tumetoka kusoma hapo mbele, lakini huko tutaingia deep zaidi kuona kwenye senti ya kaunti the way mtaji wako unavyokuwa salama zaidi. Jambo la kwanza kwenye senti ya kaunti uh, tunasema kwamba riski inakuwa ndogo ndogo sana. Unaona riski kwenye senti ya kaunti always ni inakuwa nini ni ni ndogo mno, unaona, kwenye senti account dola mia ni sawa sana senti elfu kumi unaona. Kwa hiyo unapokuwa unafungua trades zako hizo, labda tuchukulie mfano kwa micro lot ya 0.01, means kwamba unahatarisha au una riski uh, senti chache tu kwa kila, kwa kila pip Unaona, tofauti na ingekuwa ni dola mia. Kama dola mia, means kwamba ungekuwa unafungua kwa losses ya micro lot ya 0.01 afu kwa mtaji wa huu hapa wa dola mia, hitimizi kwamba pips 20 tayari dola mbili zimeshalambwa lambwa, pips 40 tayari dola nne zimesha fanyi zimesha zimesha lambwa. Lakini kwa cent account means kwamba unakuwa hauhatarishi dola nyingi, unaona, unahatarisha senti chache tu, maybe hata kwa pips 20 hata dola moja haifiki, unaona. Lakini kwa hiyo hii kitu inakuwa inakupa Uh, nafasi ya kufanya makosa bila kuchoma account unaona. No, no. Kwa hiyo hilo pia ni jambo la msingi la msingi sana. Pia point namba mbili, unajenga tabia ya uvumilivu unaona. How? Kwa kuwa kwa kwa kugrow. Kwa kuwa growth ya senti account ni, ni taratibu au polepole pole. Kwa hiyo unalazimika kuwa na discipline unaona, patience pamoja na nini na strategy nzuri, kwa sababu huku unajenga tabia nini ya uvumilivu, lakini pia unajifunza kutredi kwa sababu ya process, unaona sio kwa tamaa ya faida ya haraka. Unaona, hiyo ni faida nyingine ya kuwa na senti account. Faida ya tatu ni kwamba uh, kwenye senti account kupitia senti account uh, stress zinapungua mno mm, yani ukitredi kwa senti account mzee yaani una ya trade bila stress, means kwamba ni rahisi sana wewe kufanya maamuzi sahihi sokoni, kukat loss mapema, unaona, ku close trade with the reasons, unaona, za msingi na vitu na vitu kama hivyo. Pia kwa sababu kunakuwa hakuna pressure ya kudabu account ndani ya siku moja, unaona. Kwa hiyo inakusaidia wewe kupunguza nini, kupunguza stress, lakini pia unapunguza anxiety, uchovu, unaona anxiety ni uchovu, lakini pia ni msongo wa mawazo unaona, anxiety, unaona. Lakini pia inakusaidia wewe kupunguza overtrading, lakini pia inakuepusha au inakusaidia wewe kupunguza revenge trading. Unaona, hivi vitu vyote ni sumu sana kwa traders wengi. Traders wengi wanakwama kwa sababu ya anxiety, unaona, overtrading pamoja na kufanya revenge trading ukitumia account unakuwa unapata solution ya matatizo haya yote jambo. Lingine la nne tunasema kwamba uh, unajifunza psychology ya vipi? Unaona kwamba hapa unajifunza psychology ya real market kwa sababu hapa how trade demo, demo account. Unaona. Kwa hiyo tofauti na demo account inakufundisha wewe unaona, wewe trader. unaona either ni beginner au inakufundisha wewe Uh, emotion halisi ambazo ziko ziko sokoni, unaona pia utapata losses, unajifunza losses jinsi zinavyokuwa zinatokea, balance yako inavyokuwa inapungua na kuongezeka kupitia wins unaona. Lakini pia zile hesitation zote ambazo trader halisi ambaye amedeposit pesa yake sokoni anakuwa anafanya ana, anazipata pia kitu kama hichi au uh, hii cent account inakujenga kuwa trader mwenye emotional intelligence unaona, unakuwa na emotional Intelligence na sio gambler, na jaribu kuangalia madhara ya kutaka account kuwe haraka. Naona no, kwenye standard standard account no, no. It means kwamba ukitumia standard account na sio cent account kuna madhara ambayo unaweza ukajikuta unaingia. Halafu pia ukizingatia mitaji yetu hii midogo midogo, ya dola kumi, dola ishirini, dola thelathini hii au dola mia Unakuwa kuna changamoto ambazo unakuwa unakutana nazo. Moja ya madhara ni kutaka akaunti ikuwe haraka, kwa hiyo inakupelekea wewe trader, unaona unakuwa na over leveraging, unaona, it means kwamba utajikuta unatumia lot size kubwa kuliko uwezo wa akaunti yako, unaona. Kitu kingine una, kitu kuna kitu tunakiita emotional burnout, unaona, it means kwamba unachoka kiakili kwa pressure ya ku ya kuperform it means kwamba wewe utakuwa unataka kila trade ambayo unakuwa unaingia uwe na una win, ko mwisho wa siku hii pressure ya kutaka kuperform vizuri kila, kila, kila muda au kila wakati unapokuwa unaingia kwenye trade unajikuta upo kwenye emotional burnout. Lakini pia kuna kitu kinaitwa loss spiral. Wote tunajua kwamba uh, spiral ni kitu kipo, kwa mfano kwa mtindo kama kama huu hapa, unaona hii ndio tunaita nini spiral. Kwa hiyo ukipoteza trade moja kubwa, unafanya revenge trade, kwa hiyo unakuwa unazunguka pale pale, unaona. Ukipoteza utajikuta una unataka tena kufanya revenge trade, ambayo mwisho wa siku unajitengenezea kitu kama spiral, unaona. Na mwisho wa siku utajikuta unachoma akaunti yote, lakini pia kitu kingine Uh, kuna kitu kinakupelekea kwamba ile kutaka kutredi account ndogo, sijui uonekane kama umeikuza kwa haraka, unaanza kufanya nini? Tuna kitu ungeita uongo kwa community. Unaona, unaanza kufanya kule kuonyesha uongo kwenye jamii. Unaona, means kwamba unaanza kuonyesha lifestyle ya uongo ili kuficha stress stress zako, ili uonekane una win sana Unaona, ili kuficha nini, stress stress yako. Kwa hiyo mmoja pia ya mazao. Kwa hiyo lazima pia uweke akilini wako, asilimia kubwa ya traders ambao wanapenda sana kuonyesha matokeo yao sokoni, wengi wanakuwa wamechoma akaunti zao, asilimia kubwa, sio wote, ila asilimia, asilimia kubwa, wengi ni wanakuwa wamechoma akaunti akaunti zao. Kwa hiyo ni njia mojawapo pia ya kujifariji, sometimes pia wapate, wapate traders au wanafunzi wapate kuwafundisha, kuwa jambo la msingi Uh, cent account uh, si tu account ya maskini. Unaona, ni darasa la tabia, nidhamu na survival. Kwamba cent account itakufundisha wewe kuwa na tabia njema sokoni, unaona, itakufundisha kuwa na nidhamu, lakini pia itakufanya uweze kusurvive kwenye soko, unaona, kwa muda kwa muda mrefu. It means kwamba uh, cent account yenyewe tunaweza kusema, unaanza biashara kwa mtaji mdogo ili ujifunze customer behavior kabla hujaweka milioni au hujaweka mtaji mkubwa lazi. Kwa hiyo cent account inakufundisha vitu vingi kabla wewe hujafanya maamuzi ya kudeposit mtaji mtaji mkubwa, lakini pia inakusaidia wewe kukuza account yako. Naamini mpaka kufikia hapo kuna kitu wewe trader utakuwa umejifunza kupitia cent account, na kama ulikuwa unaichukulia poa, basi kuanzia leo utaanza kuichukulia serious. Naona, kwa hiyo hakikisha una like una subscribe na una turn on notification kwa video nyingine nyingi sana za mafundisho ya disaini hii hapa wana chao